Wapo pamoja na sisi. Ugonjwa wa vichwa vikubwa kwa watoto kitaalamu kama hydrocephalus ni hali inayotokea pale ambapo kuna mkusanyiko wa maji mengi kwenye ubongo wa mtoto. Maji haya hujikusanya katika sehemu maalumu za ubongo na kusababisha kichwa kuongezeka ukubwa na shinikizo ndani ya ubongo kuongezeka. Amina Andrea ni mzazi wa Obaidu. Hapa anauelezea ugonjwa huo kwa mtoto wake Alipozaliwa akawa na changamoto ya kichwa, nikachukua hatua ya kwenda zahanati. Nilivyoenda zahanati, wakaniambia uende hospitali kubwa. Nikaenda Jenlo, wakaniambia uende Benjamini. Nilivyokuja Benjamini nikamwona nika daktari akaniambia ugonjwa unatibika. Sasa, kutokana na ugumu wa maisha nikaamua nirudi kwanza nyumbani, nikaongea na ndugu zangu. Tulivyoenda kule tukaa tunaendelea kuongea na ndugu zangu, kutokana na ugumu wa maisha hatukufanikisha haraka tukakaa. Baada ya alivyofikisha miezi saba ndo tukaja Maxi Gamandosi ni daktari bingwa mbobezi wa ubongo na uti wa mgongo. Ukiangalia average ni watoto watatu mpaka watano kwa wiki. Kwao ni, ni, ni, ni, ni, ni wagonjwa wengi hawa watoto ambao wa wamezaliwa nao sana sana. Sababu inaweza ikawa kote kutoka kwa wazazi, aidha baba au mama au mtoto mwenyewe. Aa, kwa wazazi tunaona kwamba wakati wakati wa mtoto pale anapoumbwa kuna kuna kuna vimeng'enye ambavyo vinahitajika kwenda kumfanya huyu mtoto hivi ile mirija yake ya kuzungusha haya maji kule kichwani viwe sawa. Sasa, kukosekana kwa hivi vimeng'enyo vinaweza vikamfanya mtoto akazaliwa kwa hii huu mfumo ukawa una hitilafu. Watoto wengi ambao wamefanyiwa operation mapema, kichwa kitaongezeka kukua na wanakuwa kama watoto wengine. Huruma Mwakapeje ni afisa ustawi wa jamii kutoka hospitali ya BMH anaeleza taratibu za kufuatwa na wazazi wenye watoto wenye changamoto hiyo. Kwa watoto ambao wanakuwa na matatizo ya vichwa vikubwa, gharama zake kwa approximation ni kama laki moj... milioni moja na... na nusu. Wazazi wanapata ukakasi pale ambapo labda wamepata mtoto ambaye ana hilo tatizo, wanakaa nao majumbani kwa kuogopa kwamba hatuwezi tukamudu gharama lakini wasijue kwamba wakifika hapa, serikali imeweka utaratibu mzuri kabisa ili kila mmoja aweze kupata huduma, kwa sababu ni haki za msingi, na ukikumbuka kwamba hawa ni watoto ambao wako kwenye group ma group special groups under five. Kwao wakifika hapa Benjamin Mkapa, huduma hizo zinatolewa, wanapewa huduma na wengi wao tulioshuhudia wanarudi nyumbani wakiwa sawa kabisa. Vitu vilivyosisitizwa ili kukabiliana na maradhi ya vichwa vikubwa ni pamoja na uchunguzi wa haraka ili kugundua mapema ugonjwa na kuanza matibabu haraka ili kuepuka uharibifu wa ubongo wa kudumu, matatizo ya ukuaji au hata kifo. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma. <mulia>